Bismillah walhamdulillah wa wasalallahu wasalam wabaraka ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ndugu yangu unayenifuata nikiwa niko tena mbele ya kamera za Alhuda TV na vijana wa Bambara TV, yupo Jamal Islam TV. Insha Allah tuko hapa kwa lengo moja tu, ni ndani ya ofisi ya mambo ya haji Insha Allah, nimemaliza siku sipo, uh, kwa safari ya kushughulikia hayo uh, mambo ya hija nikiwa Saudia, nimezunguka na nini na kukusanya mengi tu, lakini yale ambayo nimependa nikufikishie kwa leo ni pointi zifuatazo. Kuna pointi mbili muhimu sana sana sana kwa wale mahujaji ambao tayari wamekwisha ingiza mguu kujiorodhesha ofisini, tumependa kufikisha hili Tunao mkataba hapa ambao niliufikisha katika siku zimekuisha. Huyu unaona e, inaitwa yani, ime, jadwal azamani manake ni program ya kalenda inavyokwenda, tarehe hii fanyeni hiki, tarehe hii fanyeni hiki. Ni kazi nyingi zimekuisha tumikwa nyingi tu zimekwisha fanywa, lakini kazi ambazo tunaziendea ni tarehe moja mwezi wa Rajab, tarehe moja mwezi wa Rajab sawa na tarehe 21 mwezi wa 12 2025, tarehe 12 tarehe 21 mwezi wa 12 Desemba 2025, wanasemaje hapa kwenye mkataba? Wanasema intihaa u fatrat tahwil al amwal al matluba litaaqud ala hazm al khadamat al asasiya, wakaweka baina al qausain: ujur al mukhayyamat baqat al mashair nini maana maneno hayo? Maana hiyo tarehe muwe mmemaliza kusafirisha mapesa yale, ambayo mapesa lengo lake ni kuweka sawa, kumalizana mikataba ya mambo ya huduma muhimu, ambazo ni huduma za mahema pale Mina na Arafa na chakula ya ndani ya mahema na yale yanafuatia ya ndani ya mahema hayo. Kwa hiyo hiyo tarehe ayo mapesa yawe tayari yameingia yanaonekana mwenye sanduku fuko la wizara kule kwa ajili ya malipo ya hivyo vitu. Ndugu yangu haji, hiyo tarehe ndio napenda kukufahamisha, tuliifahamisha toka mwanzo. Tarehe hiyo napenda kufahamisha kuwa imesogea tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili, tuwe tumehakikisha pesa ile, ndiyo mwisho wanafunga dirisha. Maanake inaeleweka, we usisubiri kufika 21 mwezi wa kumi na mbili. Yani kabla ya hapo, kuanzia sasa uende unaingia e, ndani ya, ya hija yako, kwa sababu ndiyo nyumba yenyewe kule Mina Arafa na hivyo ndiyo nyumba ya haji anaishi kule ndani ya hema na hivyo. Kwa hiyo kama hujanunua sehemu ya nyumba, fasi utalala, hija yako inakuwa imo utatani, na hili ni jambo litanisikitisha kukuta ofisini jina lilikuwepo hapo limekaa hapo halafu baadaye, tunakuita bi mkubwa, hajataka Mwenyezi Mungu wa Hija 2026 kushiriki msafara wa Hija, kwa sababu hichi kipengele kimekupita kuingia ndani ya hilo. Kinakuwa kimepita. Kwa hiyo nimependa kutahadharisha na kuzindua hicho sana. Tulikuwa ndani ya mikutano mbalimbali mbali na hicho kilisisitizwa sana na wakawa wamefahamisha baada ya hapo dirisha la hayo hamna. Tunataka tuone baada ya hapo hema zile ziko zinanunuliwa na zinalipiwa kwa njia ya system. Kwa hiyo hali inakwenda ni hiyo. Uh, kifungo kinafuatia tarehe moja mwezi wa Shaaban. Tarehe moja mwezi wa Shaaban. Huyo itakuwa ni tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026, tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026. Wana kama mwezi mmoja vinapishana. Ule mwezi wa kwanza ni muhimu sana kule kwenye kwenye Rajab, tarehe 21 mwezi wa 12. Ichi ni kipengele kinafuatia, wanasema ni fursa nyingine ya kuagiza pesa kiwango cha pili, kwa kununua huduma zingine, ikiwa ni majumba maka Madina na hivyo. Ichi ni kipengele cha pili kwa hiyo ndugu yangu Haji, Hajati kama hujaingia ndani ya kipengele cha kwanza inavyoeleweka, hija yako, hichi cha pili itakuwa ngumu kusaidia chochote. Kwa hiyo ingia hapa, na kwa maelezo zaidi fika ofisini muone katibu, tuone na hivyo na nini, tutazame tunaweka sawa vipi, tutembee hapo kwenye nani, kwa tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026, wanasema intihaa fatra tahwili lamuwali taaud la ala khadamati sakan fi makkata fi makka lmukarama walmadinat lmunawara wa khadamati naqli ila al mihfadhati al elektronia fi mansati nusuk masar. Manake ni kipengele hicho cha kuhamisha mapesa yangine, e, kundi la pili kwenda kufanya huduma hiyo ya majumba na hivyo na nini na kukamilisha sasa vipengele vyote vya hija. Kwa hiyo kipengele cha kwanza hichi, e, mama yangu, kaka yangu, mzee wangu ni kipengele muhimu sana. Hali inaeleweka, lakini namuomba Allah subhana wa Ta'ala afungue na kuwezesheni insha Allah na kidogo kidogo tutakwenda tunashikana mkono, tujikute ndani ya hija 2026 eh, katika mazingira salama inshaallah. Ninakwenda kwenye hatua inayofuatia. Anaweza jiuliza mtu, kuna wale wafanyakazi wako Ulaya na watashiriki na sisi kwenye hija, kuondoka tarehe ngapi shekhe na kurudi tarehe ngapi? Maswala kama haya yametujia. Kuondoka tarehe 17 mwezi wa 5 2026 Kumi na saba, mwezi wa tano, 2026, kurudi tarehe nne mwezi wa sita 2026. Kwa hiyo ndio siku ambazo mtu anakuwa yumo ndani ya ibada yake ya hija ni hizo. Kwa yule ambaye yuko nje analazimika, kabla iyo tarehe 17 mwezi wa tano 2026 inshaallah, yani ya kuondoka, kuwa yuko nyumbani hapa alal aqal, kwa uchache wiki mbili ili kuweza kufuata mafunzo yale pamoja na mahujaji wengine, na hivyo na kuweka mambo mbalimbali kuyaweka sawasawa sawa. Insha Allah, kuna kipengele kinafuatia kipengele cha afya, kimesisitizwa sana sana sana. Nitamuomba yule ambaye yuko mwenye mguu wa hija asiende kufanya vipimo, na pima korona shee, nimemaliza yako magonjwa, wameweka mengi tu kuna magonjwa yamewekwa kwenye orodha ya hija na wameakazia sana. Mwenye semina tulokuwa huko, mengi tu haji utatuletea, asiwe na hili, asiwe na hili, asiwe na hili, asiwe na hili, mpaka na ujauzito wakaweka emo, asiwe na mimba zinakaribia kuzaliwa, asiwe hivi na nini hivyo. Wameweka hiyo mkazo, wakakazia tofauti na hija imepita nyuma. Wanafahamisha kile kipimo utafanya cha daktari kimetoa majibu kuwa huyo yuko sawa Kile kile kipimo, sertifiketi yako ya maya majibu ile, inabidi je ofisini, kiongozi wa msafara niweke na mimi saini na niweke ko muhuri wa ofisi, anakuja daktari tutasafiri naye na ye pembeni, aweke eko saini athibitishe kuwa yako sawa, kisha tunakwenda. Wanasema mkiwafikisha mahujaji huko, ni hiari yetu sisi kurudi kuwapima tena, tukikuta kuna chenye kimepenyeza mle, waliweka sawa wakati anaugua hilo ofisi hiyo itatuona hilo, wamekazia unaona. Hao hawajapima asemi mtu anapimaga haya, hawajapima lakini. Eh, la samahala Mwenyezi Mungu asitiri, amekutwa na matatizo, daktari wetu pale ameyaona haya, ni makubwa, inabidi kwenda hospitali. Ukifika hospitali, cha kwanza watachukua damu damu ambayo tayari hii inawapa kitaalamu, inawapa kuona sehemu mbalimbali za matatizo. Wakagundua gonjwa hilo, itatuwea shida. Kwa hiyo ndio maana asipime mtu, asubiri maelekezo kutoka ofisini, tuwafahamishe utaratibu ulivyo, ili vile vyote ahakikishe mtu amevipima katika mazingira e, salama kabisa na yako makini, na tumetembea kwenye msafara wetu salama insha Allahu taala. E, tumetoka safari hiyo, hoteli Maka, Madina, nimefahamisha mapesa hayajawepo na kipengele cha kuyalipia bado kiko mbele, kinatosogelea, lakini nikawa nimenusanusa, naomba mnisaidie E, muweze kuitika ofisini na kuripoti kile kidogo kidogo, mtu anapata asukume, hicho kitatusaidia, kwa sababu hija hii nilikuwa nimepanga kuwasogeza mahujaji karibu sana kwa kiasi fulani na haram ya Maka, na hiyo ni nani, tuliiona labda miaka mitatu nyuma, mine nyuma, kisha tukaenda mbali kidogo, nikaona turudi tena kusogelea, kusogelea haram, sawa na malipo kuwa yamepanda, nyumba zinaeleweka, lakini Acha tufanye nani ambaye itamridhisha haji kwa kiasi fulani, kwa kiasi fulani. Kwa wale wanaijua Maka na njia yetu ile ya mahujaji tulivyokuwa tunapita kwa kwenda kwa kuendea haramu, msikiti mtukufu, unatembea kuna sehemu unafika, eh, mkono wako wa kulia kuna kimsikiti kikubwa kinaitwa Masjidu Ben Laden. Ben Laden pale. Sasa mkono wa kushoto inaitwa ule mtaa unaitwa Taisir, pale tunatazamana kidogo na Masjid Ben Laden, ndiyo Taisiri pale ndio nimenusanusa hii hoteli jamani. Mimi naweka mguu hapa, lakini malipo tunakwenda kuyatazama. Unaona, ni hoteli ambayo iko kwenye viwango rasmi, ambayo ni nyota moja, wifi kila kitu ndani na nini, vitu vyote viko sawa. Nikasema hapa panawafaa mahujaji, lakini tunaweza papata pale tutawajibika, tutembee na hii kalenda salama. kama hii kalenda itasuasua hapo, tutapasamee. Tunakwenda tena sehemu zingine, na labda ndio baadaye. Maneno mengi tumefikia mbali hivi na hivi, nani ni wakati tareni hizi za kutuwezesha kurahisisha, ili haji aweze kufanya hija ikiwa salama, katika mji wa Madina, mji wa mtume wetu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam. Nimeweka mguu pale pale kwenye hoteli ya hija imepita mwaka jana, ambapo ukitoka tu hotelini mguu nakanyaga ndani ya uwanja wa Haram. Hakuna hoteli nyingine mbele. Wardatul Rayyan tumeweka mguu pale hayo yote itatuwezesha kulingana na namna mahaji wanatupa nguvu ili kuingia ndani ya hoteli kama hizo za viwango biidhnillahi subhanahu wataala. Kwa hiyo kwa siku zisizokuwa nyingi, insha allahu taala, baada ya kuchuja kuona hawa sasa wanaweza kuwa ni mahujaji wa 2026 hawa, kwa hiyo hao tunawaweka ndani ya grupu ya WhatsApp kama kawaida. Kwa kuendelea kupata maelekezo maelekezo mbalimbali mbali ya hija yao inavyo inavyokwenda. Ninamwomba Allah subhanahu wa taala tuwezeshe kuweza kufikia haya kwa njia salama, aturahisishie kwenye uzito. Allah subhanahu wa taala atuwekee wepesi, tuweze kutekeleza hija yetu kwenye mazingira eh, ambayo ni salama insha allahu taala. Kwa hiyo mengine tutaendelea kufahamishwa, lakini weka tu akilini hiyo tarehe moja Rajab, sawa na ishirini na moja mwezi wa kumi na mbili Kabla ya hapo tunalazimika kuwa tumeagiza mapesa ya kununua baadhi ya vitu. Mapesa yako hayajaonekana ya kununua baadhi ya hivyo vitu, hija yako imekwisha kaa utatani. Kwa hiyo hali ni hiyo. Kwa maelezo zaidi, tuone namba zinazopita kwenye runinga. Zione hizo namba ili uweze kupata eh, tafsiri ya hayo kwa kina kwa kina zaidi. Mikataba ni hiyo tumeifanya, eh, kama mnavyoona picha zinavyopita kwenye video zenu, hapo ni mikataba hiyo tulikuwa tukifanya na watu wa wizara, ili kuhakikisha Burundi imeingiza mguu ndani ya hija, baada ya kupata wito na kadi rasmi ya kuitika ndani ya semina hizo, inshallah Mwenyezi Mungu aturahisishie. Mwenyezi Mungu atuwekee wepesi, insha Allah. Hija ya 2026 Mwenyezi Mungu atuwezeshe ipite kama tumevyoweza kuipangilia. Hatuna nguvu ya kuyafanya hayo, ila kwa kuwezeshwa na Allah subhanahu wataala. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.